Watu wengi wamekuwa wakitamani kutengeneza content au so kupost maudhui mtandaoni, lakini wamekuwa wakishindwa. Sababu kubwa, wengi labda wamekuwa wakiona aibu au watu wengine like hawajui nini, nini wa ongee. Hiyo ni situation ambayo na I'm sure inawakuta watu wengi. Hata mimi mwenyewe pia ilinikuta. So leo nimekuja kutengeneza video kuelezea experience yangu ni namna gani nilivyoweza kuwa na uwezo kusimama kwa kuchukua kuwasha kamera na kuweza kuongea mbele ya kamera. Na labda kama na wewe pia ni mtu ambaye umetamani kuanza kuwa unafanya contents, lakini hujui ni njia gani utumie, like, utawezaje ku build ile confidence ya kuweza kuongea mbele ya kamera. Sababu kubwa ya kufanya hii video, kuna mfuasi wangu mmoja ambaye ananifuatilia alini DM akaniuliza swali kwamba anatamani kuanza kuwa anafanya contents kama tutorials za kifundi watu lakini, shida kubwa hajui ni namna gani anavyoweza kuanza. Amekuwa akifanya tutorials za kufundisha watu kwa kupitia anafanya voice overs, lakini kikubwa ambacho nadhani na anachotamani kuwa na uwezo kusimama mbele ya kamera na kuweza kuanza kuongea, inaonekana kwamba hana kiu sana ya kuweza kuwa anafundisha watu kupitia maudhui anayoyafanya. So leo nitaenda kueleza experience ambazo mimi nimepitia na namna gani unavyoweza ukajifunza, kupitia kwangu, lakini pia nitakupa some tips ambazo nahisi zinaweza zikakusaidia kwa, kwa yule mtu ambaye unatamani kuwa unafanya content lakini una confidence ya kuweza kusoma mbele ya kamera na kuongea. So karibu sana. Kwanza niseme kwamba kitu cha kwanza ambacho naeza nikasema kwamba kwa nini watu wengi hawawezi kuweza kusoma bila kamera. Kitu cha kwanza labda ni uoga. Mtu mwingine anakuwa na wasiwasi kwamba watu mara kwa kwa, mtu mtu an, nyingi wake mara nyingi huwa ni mwonekano, sauti. Mtu sometimes apendi sauti yake like, ah, anajishtukia in short. So mfano mimi, mimi mwenyewe nilianza kuwa ninafundisha watu. Ukiangalia kwenye kwa wale ambao wame, wamekuwa wakinifuatilia kwa muda mrefu almost kama kwa miaka sita saba, nimekuwa nikifanya maudhui, nikifundisha watu la, na, ukiafati, ukiangalia video zangu za mwanzoni sana nilikuwa nafanya voiceovers katika nilivyozidi kwenda na nikawa natamani kuwa sasa, nikatamani kuconnect na watu wengi, kwa sababu unajua, mtu ambaye anafanya voiceovers na mtu ambaye anajionyesha, mtu anajionyesha anakuwa ana ule urahisi wa kuconnect na watu, kwa sababu watu, mtu anakuwa anakuona unavyokuwa unamfundisha, tofauti na sauti. Sio kama sauti ni mbaya, ni nzuri, lakini kama unataka kuconnect na watu kwa urahisi zaidi, inabidi unionyeshe hicho kitu, ambacho ndio kilinifanya kwamba nikatamani kuanza overcome ile fear ya kuweza kusimama mbele ya kamera. Najua ni ngumu, lakini ni kitu ambacho ukiki practice na ukifuata haya mambo ambayo nitaenda kuelekeza, itakuwa rahisi kwako wewe mwenyewe kuweza kufanya content na kuweza kujipost mtandaoni ukifundisha watu na ukiwaeleza mambo mbalimbali ya vitu ambavyo unataka kuvifahamu. Kitu cha kwanza ambacho unaweza kufanya ni kuanza polepole, usitaki kupata mabadiliko haraka. Unajua hichi ni kitu ambacho ni habit, kwa sababu kuongea bila kamera kama ni kitu ambacho unajua kufanya before, uweze ukakimaster ndani ya muda mfupi, ni kitu ambacho inabidi ukimaster taratibu yani, ni has time goes, unaweza una kimaster, unajua kufanya content before, kama ni mtu ambaye unataka kufanya content lakini content lakini unajua kufanya content kabisa, anza kwanza na voice overs. Zoea ile mazingira ya kujisikia ukiongea, kwa sababu kuna watu wengine hata kujisikia sauti zao aweziwezi na mtu mwingine akituma voice akituma voice u, a, a voice note hawezi hata kuisikiliza, kwa sababu mengine like hapendi kujisikia sauti yake inavyo sound. Anza kwanza kujirekodi sauti, ujisikie una sound vipi. Ukishaanza kuizoea sauti yako sasa na ukaanza kuzoea ile mazingira ya kutengeneza content na kuongea. Kitu cha pili ambacho unaweza kukifanya ni kujirekodi mara kwa mara. Si ujirekodi mara kwa mara, simaanishi kwamba ujirekodi upost unaweza ukaanza kuwa unajirekodi clips dakika moja unajisikiliza, unaangalia wapi urekebishe wapi, wapi like uweke sawa, unarekodi tena, unafuta, unarekodi, unafuta, yani uanze like, kujizoea kujiona ukiongea na kujisikia sauti yako Angalia wapi sehemu gani ambao unahisi kwamba unaweza ukaboresha and then futa, rekodi, futa, rekodi, futa, rekodi, futa. Baadae ukishaanza kufanya mazoea ya kuanza kujisikia na, ku, na, ku, na, ku, na kuongea itakusaidia. Kitu cha tatu, usitaki kuwa perfect. Mara nyingi sometimes, waga tunaile kwamba tuna, kuna, kuna ile makosa ambao sisi wenyewe kama sisi tunakuwa tunajijaji kiasi kwamba watu, kwa, kwa watu watayaona, kumbe ni makosa madogo sana ambao kwa asilimia kubwa ya watu hawatayajaji kuyaona. Labda let's say labda unavyo sound unaweza ukadhani kwamba labda ni sa, sautia itawaboa watu, kumbe kama watu wawatu kuwa na focus na iye sauti yake, watu watakuwa na focus na kile ambacho nataka kuwaelezea. Kwa hiyo usitaki kuwa perfect, yani usisubiri mpaka like ume, umepata perfect shot umepata sauti nzuri. Anza fanya content, hanza kwanza uzoea mazingira kwanza, kuanza kujirekodi. Na ustaki kuwa perfect, hakikisha tu kwamba kile ambacho unakuja kukielezea mbele ya watu ni kitu ambacho kimenyoka na kitu ambacho kinaeleweka. Mfano mzuri mimi mwenyewe hapo, unaweza kujua. Kwa wale kwa wale ambao kama umesha notice, mimi na kigugumizi mwanzo. Ni kipindi sijaanza kufanya content, nilikuwa ninawaza kwamba hivi kweli nitakuja kwanza kufanya content na kigugumizi changu, of course, na kigugumizi kama kama ume notice, lakini nimekikubali kwamba ni kitu ambacho ninacho ni kitu ambacho siwezi kukibadilisha, na siwezi kuacha kutengeneza content kama mfano, kwa sababu nilijiuliza, kama niweza nikakutana na mtu kawaida nikaongea naye nikawa na na conversation ambazo zinaeleweka zina kwa nini ishindikane ish, kwenye kamera na kuongea so like, nikaikubali nika ile hali lakini nikaibeba nika kama advantage kwangu mona sababu ilinipa ili, ili, ili, ili, ili, ili, ile nguvu ya kunini ya kuandaa content ku, yani kwa, kwa ufasaha zaidi kwamba kabla sijashoot content yoyote nahakikisha kwamba kitu nachokuja kukiongea ni ninakifahamu na nimeshajua flow ya namna gani inavyokwenda. Mfano mzuri hapa, hii content yenyewe ninayoifanya nina nina, nina mwongozo ambao unaniongoza kwamba ni namna gani nika, nika shoot content zangu kwa, like najua flow flow flow ya namna gani namna gani ni tananili ukigugumizi mimi akikunipa sababu ya kush, kushindwa kufanya kile ambacho nataka kufanya, au kitu kitu ambacho ambacho ambacho nafanya sasa hivi, so kitu cha tatu ambacho utakiwa ukifanye, usisubiri mpaka uwe perfect anza pale pale yaani, anza, utaanza kuboresha as time goes. Kama ukiweza kuonyesha ule uhalisia wako uhalisia wako, watu wata embrace na watagona wewe, lakini ukiwa unatry kuficha ule uhalisia wako utajikuta mwisho wa siku unakuwa mtu ambaye una fake na watu watasense hicho kitu. Na wakisha sense, watu watu watu relate au watu resonate na zile kitu ambacho tunataka kuelekeza. Sababu ya nne, tafuta kwa nini yako. Nadhani hii kwa nini unataka kufanya content ndio utaweza kukupa nguvu ya kuweza kusoma bila kamera na kuongea. Mfano mimi kwa nini yangu ilikuwa ni kwamba ninataka kufundisha watu vile vitu ambavyo mimi nimevipitia au vile vitu ambavyo ninavifahamu nishare kwa watu ambao nahisi kwamba watawasaidia, au niwaze kushare vile vitu ambavyo mimi miaka mitano nyuma au miaka mitano sita nyuma, nitamani nipate mtu wa kuweza kunielekeza lakini sikupata. So kwa kuwa sasa hivi ni hivyo vitu, nimesha vi experience, nimesha vifahamu, natengeneza content ili niweze kumsaidia yule ado wa miaka sita ambaye alitamani kuwa anafahamu kitu fulani lakini hakuweza kuvipata. So mimi kwa nini yangu mimi ni kuweza kubadilisha mindset za watu, kubadilisha maisha ya watu kupitia content na talents ambazo niko nazo. So na, na pointi ya tano na ya mwisho ambao nahisi naweza kukusaidia ni kuconnect na creators wengine. Na na na na na na, wengine watu watu ambao like, unahisi kwamba ukikaa nao wataweza kukumotivate na utaweza kujifunza kujifunza vitu mbalimbali kutoka kwao. Mfano mzuri mimi mwenyewe unaweza ukakaja kwangu, sure sure kama kama unataka kuweza kuweza kuboresha uwezo uwezo wako kuongea kamera kutengeneza contents ambazo so kama hii video umeweza ku resonate nayo nayo umependezwa, make sure una like. Kwa mtu mwingine kama wewe ambaye ana ya kutaka kutengeneza contents contents lakini hajakutana na na na na na hii video ambayo kumotivate mpa mwanga. So kitu kitu cha cha tano mwisho, hakikisha kwamba una connect creators creators wengine ili uweze kujifunza vitu mbalimbali mbalimbali. mimi mimi mimi mimi, mfano mzuri, kuna creators kuna kuna kuna hapa Bongo ambao ambao watu watu watu mtu kama kama kama Rich Star ni ni ni like ins inspire inspire kuweza kufanya kufanya ninachokifanya kitengeneza hizo. sasa hivi wakani kuanza kuanza wao wameweza nishindwe. So kwa kumaliza nipende ni, ni tu kusema anza sasa, kama wagani yangu unaosema kwenye, kwenye ukuta hapo ndo ambao waga ananisaidia kunimotivate ni anza sasa, start now. Usisubiri uwe perfect, usisubiri sauti yako iwe perfect, usisubiri sura yako iwe perfect. Maana ukisema hivyo vitu visubiri ni vitu ambavyo like kuna control navyo, umeona. Unaweza kusema kwamba utaamka siku moja sura yako itakuwa tofauti au sauti yako itakuwa tofauti, tofauti. Kikubwa anza message uliyonayo Haiwezi kusoma na mtu mwingine, inaweza kusema na, na wewe pekee, na wewe mwenyewe. So unavyoificha ndani, unavyoidilei, unakuwa mwisho wa siku itakutesa itaku, kwa sababu kila siku, kama, kama umeweza kupata ile, ile hashiki ya kuweza kufanya content, maanake kuna haitokuacha itakuhunt ko kikubwa, anza sasa na utab utaboresha as time goes. Usisubiri mpaka uwe perfect. Anza na kile ambacho uk uko nacho na utaboresha siku zinavyozidi kwenda. So sina i mengi ya kusema. Kama kuna kitu ambacho utakuwa unahisi kwamba sijakielezea vizuri unaweza ukacomment hapo chini, na nitazirudia kwenye comments zijazo, au kama ni kitu ambacho nitaweza kujibu kwenye comment section, hapo nitakujibu. Lakini nipende tu kusema tu kwamba usiogope, anza sasa, na ujumbe wako, meseji yako inasubiri kuweza kufikiwa na watu sahihi ambao like, una tamani, ambao na watu sahihi ambao ukisha rekodi, all, amba, na watu sahihi ambao ukianza kutengeneza content hizo zitaweza kuwasaidia na kuweza kuwatoa katika steji moja kwenda steji nyingine. So, till next time guys, naitwa Adobert, tukutane kwenye video zijazo. Bye.